Mahakama ya Rufaa yabatilisha hukumu ya kifo katika kesi ya mauaji ya mwanafunzi wa Temeke. Mahakama ya Rufaa ya Tanzania imetoa uamuzi muhimu uliotikisa mfumo wa haki jinai baada ya kubatilisha hukumu ya kifo iliyokuwa imetolewa awali na Mahakama Kuu dhidi ya Idrisa Mwangobola, aliyekuwa amehukumiwa kwa kosa la mauaji ya mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM, Happiness Frederick. Uamuzi huo umeibua mjadala mpana kuhusu ukusanyaji wa ushahidi, taratibu za polisi na matumizi ya ushahidi wa mazingira katika kesi nzito za jinai. Katika uamuzi uliotolewa Desemba 17, 2025, jopo la majaji watatu wa Mahakama ya Rufaa, Mary Levira, Laila Mgonya na Gerson Mdemu, lilikubali rufaa ya Mwangobonga na kubatilisha hukumu ya kifo aliyokuwa amehukumiwa na Mahakama Kuu. Mahakama iliamuru kuwa mrufani aachiwe huru mara moja endapo hatashikiliwa kwa sababu nyingine za kisheria. Historia ya kesi. Kesi hiyo inatokana na tukio la kusikitisha lililotokea Machi 18, 2019 ambapo mwili wa Happiness Fredrick ulipatikana katika eneo la Buza Sigara Relini, wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Marehemu alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa UDOM na alikuwa amerejea nyumbani Dar es Salaam kwa mapumziko mafupi kabla ya kurejea chuoni. Kwa mujibu wa ushahidi uliotolewa mahakamani wakati wa kesi ya awali, Happiness alionekana mara ya mwisho katika Kituo cha Mabasi cha Ubungo, akitarajia kusafiri kurejea Dodoma siku iliyofuata. Baba yake, Fredrick Francis, aliieleza mahakama kuwa alizungumza naye kwa simu mara ya mwisho, ambapo marehemu alithibitisha kuwa tayari alikuwa amenunua tiketi ya basi. Kutoweka kwake kulisababisha hofu na msako, kabla ya mwili wake kugunduliwa siku chache baadaye, jambo lililoibua misikitiko makubwa kwa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Kesi katika Mahakama Kuu. Katika kesi ya jinai namba sabini na tano ya mwaka 2022 Mahakama Kuu ilisikiliza ushahidi wa mashahidi tisa wa upande wa mashtaka pamoja na vielelezo vitano. Miongoni mwa mashahidi alikuwa askari aliyedai kuwa mtuhumiwa alihusishwa na tukio hilo baada ya kutajwa na rafiki wa marehemu aliyejulikana kama Doris, ambaye alielezwa kuwa alimtambua Mwangobola kama mpenzi wa marehemu. Kwa mujibu wa ushahidi wa polisi, Mwangobola alikamatwa katika kanisa Katoliki la Buza alipokuwa ameanda kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Polisi walidai kuwa wakati wa kukamatwa alikiri kuhusika katika mauaji na kuutupa mwili wa marehemu. Aidha, Mahakama iliwasilishwa ushahidi wa vitu vilivyodaiwa kupatikana katika chumba cha mtuhumiwa ambavyo vilisemekana kuwa ni mali za marehemu. Pia ilipokelewa taarifa ya maelezo ya onyo, warning statement, yaliyodaiwa kurekodiwa na askari mstaafu wa polisi ambapo Mwangobola alidaiwa kukiri kosa hilo baada ya kuarifiwa haki zake. Kutokana na ushahidi huo, Mahakama Kuu ilimhukumu Mwangobola kwa kosa la mauaji na kumpa adhabu ya kifo kwa kunyongwa, adhabu kali zaidi inayotolewa chini ya sheria za Tanzania kwa kosa la mauaji. Hoja za rufaa na uamuzi wa mahakama ya rufaa. Hata hivyo, kupitia mawakili wake, Mwangobola aliwasilisha rufaa akipinga uhalali wa hukumu hiyo, akieleza kuwa kulikuwa na dosari kubwa za kisheria na kiutaratibu katika mwenendo wa kesi ya awali. Mahakama ya Rufaa ilibaini kuwa taarifa ya maelezo ya onyo ilipatikana kinyume cha sheria, huku kukiwa na mkanganyiko kuhusu nani aliandika maelezo hayo na iwapo yalimsomewa mtuhumiwa baada ya kurekodiwa. Kutokana na kasoro hizo, mahakama ilitupilia mbali ushahidi huo. Zaidi ya hayo, mahakama ilikosoa upande wa mashtaka kwa kushindwa kumwita shahidi muhimu, Doris, ambaye ndiye aliyetoa taarifa za awali. Zilizomfanya mtuhumiwa aingizwe kwenye mduara wa uchunguzi. Kukosekana kwa ushahidi wake kulionekana kudhoofisha kesi ya mashtaka. Mahakama pia ilibaini kuwa vielelezo viwili vilivyodaiwa kupatikana nyumbani kwa mtuhumiwa vilipatikana kwa njia zisizo halali, hivyo havikustahili kupokelewa kama ushahidi. Baada ya kuondoa ushahidi huo muhimu, Mahakama ya Rufaa ilihitimisha kuwa Upande wa mashtaka ulishindwa kuthibitisha kesi hiyo bila kuacha shaka yoyote, jambo ambalo ni msingi muhimu katika haki ya jinai. Maathara na mjadala wa kitaifa. Uamuzi huo umeibua mjadala mkubwa kuhusu ubora wa uchunguzi wa polisi, haki za washtakiwa na umuhimu wa kufuata sheria wakati wa kukusanya ushahidi. Wachambuzi wa sheria wamesema uamuzi huo ni ukumbusho muhimu kwa vyombo vya dola juu ya wajibu wao wa kuheshimu taratibu za kisheria. Hata hivyo, baadhi ya wanafamilia wa marehemu na wanajamii wameeleza masikitiko yao, wakihisi kuwa haki kwa Happiness Fredrick haijatendeka kamilifu. Kwa upande mwingine, watetezi wa haki za binadamu wamepongeza uamuzi huo, wakisema unaimarisha misingi ya haki na kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayehukumiwa kwa ushahidi dhaifu au uliopatikana kinyume cha sheria. Kesi ya mauaji ya mwanafunzi wa Temeke itaendelea kuwa rejea muhimu katika mijadala ya kisheria nchini hasa kuhusu adhabu ya kifo, haki za mtuhumiwa na wajibu wa vyombo vya dola katika kusimamia haki kwa uadilifu.